Transport tutakuwa tuna aina tatu mabasi yanayotumia umeme, teksi za baharini pamoja na treni ya kutoka Malindi mpaka Bububu au Chuini. Sasa, ndugu zetu hawa watani zetu wa, wanabezabeza mambo haya lakini leo tumefika kwenye hii inaitwa Garden Africa house. House, yeah. Yeah tumempa mwekezaji amepatengeneza, pamekuwa pazuri, watu wanaweza kukaa hapa, lakini vile vile eh, kuna jeti inakuja hiyo. Jeti si ya kutengeneza hapa, inatengenezwa huko huko huko, ikifika hapa inafungwa. Ikishafungwa hapa, hizi teksi mlizoziona boti hizo zitaanza kufanya safari. Kwa kuanzia, watakuwa wanapeleka watalii kwenye visiwa vidogo vidogo, lakini nimempa huyu bwana kazi ya kwamba tutatengeneza maeneo mengi kuwe kuna garden na mikahawa kama hii, lakini kuwe kuna jeti. Kwa hiyo katika nchi yetu itakuwa ukiwa mathalani huko Mazizini, unaweza ukatoka Mazizini mpaka hapa kwa boti, una haja ya kuja na gari.